Asante sana. Karibu. Uh, kwa majina anaitwa Leonard Buganda ni mfamasia tabibu clinical pharmacist kutokea Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Kila mwaka tarehe 25 mwezi wa tisa ni siku ambayo wafamasia tunaadhimisha siku ya famasia duniani. Na kwa mwaka huu kauli mbiu ni unapofikiria afya, fikiria mfamasia kwa maana ya kwamba mfamasia ni kiungo uh, muhimu sana kwenye matibabu ya mgonjwa kwa Kiingereza tunasema think health, think pharmacist. Na siku ya leo nashukuru sana, namshukuru Mungu kwamba nimepata zawadi kama kutambua mchango wangu katika uh, kutoa huduma kwa wagonjwa uh, kama clinical pharmacist ama mfamasia tabibu na, na mimi ni eneo ambalo nimepata uh, mafunzo kwa maana ya kwamba baada ya kupata degree yangu ya kwanza ya ufarmasia niliendelea na kupata degree ya pili katika eneo la clinical pharmacy ama ufamasia tabibu. Kwa hiyo ni eneo ambalo nimebobea na ndilo ambalo ninalifanyia kazi mahali pangu pa kazi, taasisi ya Jakaya Kikwete. Uh, taasisi ya Jakaya Kikwete ninafanya kazi zaidi ku ICU, kuangalia wale wagonjwa ambao ni mahututi, maana ya kwamba wale wagonjwa ambao wamefanyiwa upasuaji mkubwa wa moyo ama wagonjwa ambao Uh, mioyo yao haifanyi kazi vizuri tena, maana ya kwamba imepungua uwezo wa utendaji kazi ama wanakuwa na uh, changamoto kama heart failure. Kwa hiyo nafanya kazi kwa ukaribu na timu ya madaktari bingwa wabobezi, nafanya kazi kwa ukaribu na wauguzi, nafanya kazi kwa ukaribu na wataalamu wengine wa afya kama wataalamu wa tiba mazoezi, wataalamu wa lishe, katika kuhakikisha tunatoa huduma kwa wagonjwa mahututi lakini sio tu kwa wagonjwa mahututi, hata wagonjwa wengine wenye changamoto za moyo mimi pia ninahusika. Na kwa maalum zaidi ninahusika katika kuangalia kwamba wagonjwa uh, uh, hao wanatumia dawa ambazo ni sahihi, uh, wanatumia dawa ambazo hazina mwingiliano kwa maana ya drug drug interactions, na na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wagonjwa uh, hao wanapata nafuu kwa haraka zaidi ili hata kufupisha muda wao wa kukaa hospitali na pengine hata kutumia gharama zaidi ambazo zinaweza zikatokana tu na wao utakutumia mm, kutumia dawa ambazo ni, ambazo ni sahihi. Wakati mnapewa tuzo, imesemekana kwamba huo unatumia muda mwingi zaidi ya ICU, kwa nini inakuwa hivyo na pengine wito wako kwa wafamasia wote leo mnapoadhimisha siku ya wafamasia duniani ni upi? Ya, natumia muda mwingi sana ICU kwa sababu tu ya kwanza uh, tunapomzungumzia mgonjwa ambaye yuko mahututi ni mgonjwa ambaye anahitaji uangalizi wa karibu sana ambao unahusisha timu ya madaktari wa ICU, wauguzi pamoja na mfamasia uh, mbobezi ambaye anafanya kazi eneo la ICU, na lengo tu ni kwa sababu hawa wagonjwa mahututi ni wanapigania maisha, wanapigania uhai na kwa hiyo makosa yoyote kidogo ambayo yanaweza katokea kwenye uh, dawa zao inaweza ikapelekea wao kupoteza maisha. Kwa hiyo ninafanya kazi kwa karibu sana na wataalamu wengine kuhakikisha kwamba wagonjwa hao wanapata dawa ambazo ni sahihi sana, ili waweze kupata unafuu kwa haraka na kwenda kwenye wodi za kawaida na hatimaye kurudi nyumbani kuendelea na, na, na, na shughuli zao za kawaida lakini pia kitu kingine uh, ni ile kupenda ni na, na, na, na furaha ambayo ninaipata kuona kwamba mgonjwa ambaye alikuwa ni mahututi ambaye hajiwezi kabisa, na mimi nikahusika kama mmoja wa wataalamu katika kutoa huduma kwa mgonjwa huyu, alafu mwisho wa siku unamwona amepata nafuu na, na anaendelea na maisha yake na shughuli zake kama kawaida. Kwa hiyo ilinijengea tu ile kwamba moyo uh, kutokana na kwamba ninaona kwamba ni vitu ambavyo vinawezekana. Pale ambapo mgonjwa alikuwa mahututi kabisa, alafu mwisho wa siku unamwona amepata nafuu, amerejea nyumbani na anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa hiyo ikanitengenezea ari ya kuwa na tamani kutoa huduma kwa wagonjwa wa namna hii, nikiona kwamba ni kitu ambacho kinawezekana.